Idara ya serikali ya Afrika Kusini inayoshughulikia ukusanyaji wa kodi na utekelezaji wa sheria za kodi imemfuata mfanyabiashara kutoka Uganda, Zarinah Tlaile almaarufu kama Zari the Boss Lady, ikimfungulia deni la ushuru la randi milioni tano na kushinda hukumu ya kutokuwepo mahakamani katika mahakama ya juu huko Johannesburg. Hati za mahakama zinaonyesha kuwa Zarinah Tlaile ambaye ni Zari alikuwa na deni la randi milioni tatu kwa kodi ya mapato ya kibinafsi, lakini kwa riba ya randi milioni mbili nukta moja na adhabu ya randi laki moja na elfu tisini. Nyota wa Young Famous and African ambaye ni Zari alipuuzilia mbali ombi la mwisho la idara hiyo la kulipa au kuweka mpango wa malipo. Sasa msajili wa kodi yuko tayari kutaifisha na kuuza mali za nyota huyo. Tofauti na Zari, nyota wengine wenye madeni katika idara hiyo ya ukusanyaji wa mapato huko wa Afrika Kusini ni pamoja na Major League au DJ Z, yeye ana deni la randi milioni tisa. Gang of Instrument, wao wana deni la randi milioni tisa, pamoja na Tumi Masemola, yeye ana deni la randi milioni moja nukta. Ne. Kumbuka, ili wa kwanza kupata taarifa zetu punde tu tunapokuwa tumekuwekea mara baada ya kusubscribe, hakikisha una turn on notification bell, yani unawasha alama ya kengele, halafu una comment pale ambapo kwenye taarifa unayoiona unaweza ukachangia maoni yako, lakini una like, lakini unaweza ukalike taarifa ambazo tunakuwekea lakini pia unaweza ukashare taarifa zetu na kwa wengine zaidi waweze kuzipata. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.